Bana, Waswahili wanasema kwamba malipo ni hapa hapa duniani, kilichomtafuna Harmonize kipindi hicho ndicho ambacho kinaendelea kumtafuna bwana mdogo Ibra kutoka Konde Gang Worldwide. So story ambayo tuko nayo sasa hivi ni kuhusiana na aliyekuwa mke wa Harmonize, Sarah Micherot ambaye pia ameweza kushare ujumbe ambao ujumbe huo umekuwa ni kama dongo kwa mume wake wa zamani. Ujumbe huu ulikuwa unasomeka hivi: kabla ya kudai haki yako hakikisha kwamba unatimiza wajibu wako. Anasema kwamba nimesubiri kwa miaka mitano, ambapo amekuja kuweka pia emoji fulani hivi za kucheka, kitu ambacho eh, kimeweza kuibua hisia katika kitendo hicho cha kuweza kuambatanisha pia na ujumbe wa wimbo wa Ibra e, unaokwenda kwa jina la Copy and Paste, msanii ambaye sasa hivi yupo kwenye mgogoro wa lebo yake Konde Gang Worldwide inayomilikiwa na Harmonize. Ibra e, unaonekana kabisa kwamba hawako e, katika hali nzuri baina yake yeye pamoja na CEO wake ambaye ni Harmonize. Kwa tukio hilo, limeonekana kabisa kwamba Sala naye pia ameamua kuingilia sakata la Harmonize pamoja na Ibra, ikionekana kabisa kwamba naye mwenyewe pia kama vile anadai haki yake. Inafahamika kwamba Harmonize pia alipokuwa anatoka WCB ilionekana kabisa kwamba anabidi alipe takriban milioni 500 na kuendelea kipindi hicho. Sasa moja kati ya watu ambao waliingiza pesa zao ili mradi sasa Harmonize aweze kutoka pale e, Wasafi ilikuwa ni mwanadada ambaye alikuwa ni Sarah, ambaye pia aliweza kuingiza pesa fulani hivi pale Wasafi na Harmonize yeye kuweza kujiachilia na kuwa solo artist kwa ku kujitegemea so sasa hivi moja kwa moja bwana mkubwa Ibra sasa hivi yupo kwenye mgogoro pamoja na tajiri wake, na nikukumbushe tu kwamba Ibra aliweza kusainiwa Konde Gang Worldwide, mwaka 2020 mpaka 2025 ambapo mpaka sasa anaendelea kupambana, sasa mkataba wake pamoja na bosi wake uweze kuisha. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Now make sure kwamba unaendelea kudrop comment yako kwenye hiyo comment. Ini sasa online digital. Until next time. Bye bye.